Okay, uko na master kutoka KVC anapatikana pande za Turkana Magharibi. Nani mwanzangu? Mwenye fizi, yeah, nadhani mwanangu, kwanza nikusifu umepiga dread nini? Unyamwe hizi kibao okay. Sasa nakuona upo uwanjani, yani uwanjani unafanya kitu gani? Wewe ni shabiki ama wewe ni mchezaji wa mpira? Ah, mimi si mchezaji wa mpira. Ndio. Kwa hii ligi kuna timu yangu iko hapa ndani. Yani unashabikia timu gani? Nikushabikia Virunga. Kwa tetesi nilizosikia Virunga imepewa kadi, yani muda wowote, hmm, naweza ikaambiwa nenda nyumbani sasa kwa upande wako unasemaje kama shabiki wa hiyo timu kama Virunga? Virunga kadi, eh, alinipa wasiwasi sana, nilipigwa hmm, kadi na nikagomboa goli. Ndio? Nilifanya kazi, nilicheza kadi kadi kama maadui zangu anategemea sasa juu iko na kadi tutapita. Sasa unawaambiaje? Hiyo kadi sasa ndio imenipa hasira. Si mpya ah, yaani nakwambia nimekuja vibaya sana ni kuwakanyaga watu wala masikio nakuja na hey, nguvu na, na na mpya hiyo kikombe ni cha kina nani? Mimi ndio choi kombe, kweli sikudanganya mkono bwana, mimi ni support brad. Tuone nani virunga virungachukua virunga kombe eh. Tuone hapa mpaka ligi navo, mtangazaji wako master zigua kutoka KVCH napatikana upande wa Turkana magharibi, side ni za Kakuma 3 zone 1 block 11. Karibu tena.